Kwenye uchaguzi ya waone kwamba wanafanikiwa kwa kuibuka uh, kidedea kwenye uchaguzi huo wa, lakini wakayafanyia kazi na viongozi wengine mbalimbali wa UVCC walizungumza. Baada ya hapo, tutarejea tuta hapa ili tuweze kuitazama taarifa hiyo. Akizungumza kwenye hafla ya ufungaji wa mafunzo ya itikadi na uenezi kwa ngazi ya wadi ya mto Faani kwa jumuiya ya uv Sisem huko Masingini, mkoa wa Magharibi kichama, mjumbe wa almashauri kuu ya Sisem taifa, Mwanaenzi Hasan Solo amesema mafunzo hayo yatumike kwa chanzo cha kukipeleka Chama cha Mapinduzi kupata ushindi kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na tano. Haya darasa ya hospitali twende tukayafanyie kazi kama tulivyopata na tulivyotolewa na walimu wetu. Naamini walimu wetu na wakufunzi wetu ni wabobezi na weledi katika tasnia hii, wametufunza mengi na yenye kujenga na yenye kuleta faida katika chama chetu, hivyo tukatumie mafunzo haya. Kwa ajili ya kukiendeleza chama chetu na kuhakikisha ushindi 2025. Katibu wa UVCCM wadi ya Mtofani, Zeina Ali Mohamed, amewahimiza vijana wote waliohitimu mafunzo hayo kuzingatia masuala ya uzalendo na mshikamano kamba walopatiwa na walimu ili katika masuala ya uzalendo mshikamano wa kukidumisha Chama cha Mapinduzi. Mafunzo haya yote ambayo kama hukuingia katika darasa la itikadi huwezi kuyapata. Mwanzo tulianza na wanafunzi sitini mpaka wakafikia mia moja na ishirini. Hamasa ilikuwa kubwa, wanakuja kwa wakati, wanahudhuria vipindi na kuna vipindi. Wanaweza kushiriki katika e, masomo ya vitendo pia. Waliweza kushiriki na baadhi ya viongozi wa uv uvm kwa ngazi tofauti, wakatoa misimamo yao na maoni kwa vijana na jamii kwa ujumla. Naomba niwaambie wanafunzi waliohitimu, chama cha mapinduzi kimeleta viongozi wengi na viongozi wengi wametokana na madarasa ya itikadi. Twendeni tukatumie elimu tuliopewa, maarifa Tulimokwenda kutembelea ili tukawe Samia Suluhu na Hussein Mwinyi wa kesho, ambao watakwenda kuleta maendeleo ya taifa letu, uzuri la Tanzania, usiku mchana, iwe jua ye mvua, tunahakikisha ikifika 2025 wanaendelea na mitano tena, dari la kudumu la mpiga kura Hivyo niwaombe sana vijana wenzangu, muda utakapofika, wale wote ambao hatujapata nafasi ya kwenda kujiandikisha basi tuende tukajiandikishe, kwa sababu elfu mbili na ishirini na tano, vijana wa Chama cha Mapinduzi tuna kazi moja tu. Zaidi ya vijana 120 wamehitimu mafunzo hayo maalum ya itikadi na uenezi kwa ngazi ya wadi ya Mtofani. Na Mala Suleman, ZCTV habari.